Katika ibada ya kuiaga familia hiyo iliyopoteza maisha kwa wakati mmoja kisha kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali na dini wakiwemo maaskofu wa makanisa tofauti nchini, askofu mstaafu wa kanisa la Anglikana Dr. Philip Baji amesema, na wale yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka, na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya na kwamba katika wote aliyonipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Na kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Tunayo matumaini katika Yesu Kristo. Mzigo ni mzito, lakini tusikate tamaa. Tumtwishe yeye mizigo yetu, na yeye Atatuvusha. Amina. Wakitoa shukrani kutoka kwa sharika mbalimbali za mkoa wa Tanga na jijini Dar es Salaam, baadhi ya wachungaji wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri KKKT, mchungaji Joel Mshiu amesema Kaggi na familia yake hii ambao wamelala hapa, Francis tangu aanze kazi na afanye kazi mahali ambapo Mungu alimpa nafasi ya kufanya ikiwa ni pamoja na shirika la umeme TANESCO, amekuwa mtumishi wa Mungu akitumika kwa mali, kwa nguvu, kwa moyo, akitumikia nafasi mbalimbali, akianza na nafasi ya mwenyekiti wa fedha tangu mwaka elfu mbili na ishirini elfu mbili na tatu katika mtahamiko cheni, akiwa mwaminifu na mshauri na ambaye alitoa muda wake mwingi kwa kanisa kuliko wakati mwingine wote. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa akafufuka, vivyo hivyo na wao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tuliosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia waliokwisha kulala katika mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza.

Bwana wazuri kusimu kwamba tuweze kuwa na leo njema, kwa sababu Mungu ndiye anayepanga kila kitu. Ni safari ya mwisho ya Joseph Elimema Kadi pamoja na familia yake watoto wa nne, ambapo hii leo ndio anaagwa katika kanisa hili la usharika wa Mikanjuni katika jiji hili la Tanga, ili kwenda katika nyumba ile ya Mirele. Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe kutoka hapa katika Kanisa la Usharika wa Mikanjuni na KKKT lililopo katika jiji hili la Tanga, ni wilamokrasija ITV.